Mwezi Oktoba ndio mwezi wa utambuzi wa saratani ya matiti. Niko hapa Kairuki Hospital kwa ajili ya kukufahamisha vitu ambavyo najua unavifahamu, lakini lengo langu ni kukufahamisha zaidi. Je, unafahamu kuwa si kila uvimbe unaouona kwenye matiti ni saratani? Je, unafahamu kuwa saratani ya matiti si kwa mwanamke pekee? Hata mwanaume huweza kupata saratani ya matiti. Cha mwisho kabisa, je, unajua kuwa unyonyeshaji huondoa hatari ya kupata saratani ya matiti? Leo sipo kwa ajili ya kuzungumza hayo tu, nipo kukujuza kuwa kuna tiba ya kuondoa uvimbe kwenye matiti bila upasuaji. Twende nikakuoneshe. Naam, hapa ni Kairuki hospitali na hili ndio eneo ambalo uh, uvimbe unaondolewa bila upasuaji. Niko hapa na daktari. Habari yako daktari? Salama, karibu. Karibu kwenye kitengo chetu. Hiki ni kitengo cha Tibu au ku kuondoa uvimbe bila kufanya upasuaji. Aa, kitengo chetu kinaweza kuondoa vimbe sehemu mbalimbali za mwili bila kufanya upasuaji. Aa, moja ya vimbe ambazo unaweza kuzitibu au kuziondoa bila kufanya upasuaji ni vimbe zilizoko katika matiti ambazo zinaweza kuwa ni vimbe za saratani au vimbe zisizo za saratani. Muhimu sana ni kwa kugundua mapema kwamba huyo aa, mtu au mgonjwa ana ule uvimbe na kuweza kufika mahali hapa mapema kwa ajili ya uchunguzi. Na kama ule uvimbe utawaiwa mapema kabisa, basi unaweza kutibika kabisa, na kama utakuwa ni kansa ambayo imesambaa, basi tunaweza tukafanya tiba shufaa ya kupunguza maumivu au kupunguza uh, ukubwa wa ule uvimbe na mgonjwa akawa comfortable. Uh, moja ya sehemu tunazofanyia kazi ni hapa ambapo hapa kama unavyoona hizi ni skrin zetu na hapa ndo daktari anapokuwepo ili aweze kuoperate mtambo wetu na mtambo wetu unatumia mawimbi sauti. Mawimbi sauti kwa Kiingereza au kwa lugha ya kigeni ni ultrasound. Kwa hiyo hii ni high intensity focused ultrasound. Mawimbi haya sauti yanapelekwa kwa kiwango kikubwa sana katika lile eneo la uvimbe, na nyuzi joto za ile sehemu inapanda na, na kuweza kuua zile seli ambazo ni za kansa, au wakati mwingine sio seli za kansa, ni uvimbe ambao sio kansa. Inaziua zile seli, na baada ya muda zile seli zinaondolewa na mwili, na yule mgonjwa anakuwa hana uvimbe. Uh, kama nilivyosema hapa ndo anapokuwa daktari, na kwa huku nyuma sasa ndo ambako tunaenda mgonjwa anakuwa yu. E, na hapa ni sehemu nyingine ya mtambo wetu, pale nilipokuonyesha mwanzoni ni sehemu ambako daktari anakuwepo, na hapa ni kitanda ambacho mgonjwa anakuwa analala, na ile sehemu ya uvimbe itakuwa hapa katikati kama ni mesema vimbe zetu ni za matiti basi atakuwa mahali hapa, na katika hii sehemu ndio kitakapokuwa na ile ultrasound au ya mawimbi sauti yanapotoka na kuenza kufikia kwenye uvimbe. Daktari atakutafuta uvimbe na kufanya hiyo uh, kifaa chetu kiweze kufikisha yale mawimbi sauti kwenye uvimbe. Tum. Baada ya kutoa elimu hiyo fupi kuhusu vimbe za matiti na vile vile huu mtambo ambao unaweza kutibu bila kufanya upasuaji, ningependa kuwaambia watu kwamba kama unahisi, sio kama unahisi, unatakiwa unajichunguza kama ni mwanamke au mwanaume. Actually, hata wanaume wanaweza kupata uvimbe kwenye matiti. Ila wanawake ni sahihi. Kwa hiyo pale mwanamke anatakiwa awe anafanya uchunguzi mara kwa mara kuangalia matiti yake, na akiisi kama kuna hali yoyote ya tofauti ambayo haielewi, awai kufika hospitali na kuweza kupata huduma. Lakini vile kwa vile vile kwa wanawake ambao wapo zaidi ya miaka 40, wanashauriwa kuwa wanafanya kipimo tunaita cha mammogram, ambayo ni screening. Hii inakusaidia kuweza kujua uvimbe hata ukiwa bado mdogo, hujaanza uja, kuusikia ila inaku, inakufanya wewe huwai matibabu kwa hiyo wanawake hao wanashauriwa kuwa wanafanya hiki kipimo mara kwa mara, wawaone wataalamu wa afya wawape elimu hii ili kuweza kupambana na saratani. Saratani inatibika, lakini inahitaji kuwaiwa mapema. Tusisubiri mpaka iwe imesambaa. Mwanzoni nilikwambia nataka kukufahamisha zaidi, na imani umefahamu zaidi kuhusu saratani ya matiti na mtambo huu ambao unaweza kuondoa vimbe kwenye matiti bila upasuaji. Nachokushauri tu ni kwamba wahi kufanya vipimo, jichunguze mara kwa mara, kwa sababu kwa kuwahi kwako ndio uzima wako. Kairuki Hospital, mgonjwa kwanza.